Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, we back again. Kwenye Top Entertainment and Music Television tunao trending story kumuhusu star wa mziki na mwongelea Marioo, miongoni mwa wasanii ambao wameingia kwenye trending this week baada ya kuja na mwonekano mpya, na this time Marioo anaonekana akiwa ameweza kujichora tattoo. Na ameweza kuchora tatu mbalimbali, lakini hizi ni tatu ambazo zimeweza kuonekana kwa urahisi na zikiwa zina maana kubwa sana. Utaenda kuzifahamu, kikubwa ungalie kwenye video, lakini pia tuache komenti yako, nini maoni yako kuhusiana na muonekano huu mpya wa Rio, utakomeza kutisha kina manoma. Lakini business, bagini story, Mario amekuwa miongoni mwa wasanii ambao wana-trend this week baada ya kuweza kushare picha kwenye mtandao wake wa kijamii, akionekana kwamba ameweza kuchora tatu. So, star huyo wa muziki wa Bongo Flava, Mario, ameweza kuonyesha muonekano wake mpya ambapo amechora tatu kwenye mkono wake wa kushoto, amechora tarehe za kuzaliwa ya mpenzi wake Paula lakini pia ya mtoto wake Amara. Ukiangalia hapa kwenye hizi tarehe, kuna tarehe tano, tarehe tatu mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na nne, lakini pia tarehe kumi na tano mwezi wa saba elfu mbili na mbili. So, hizi ni tarehe tofauti ambazo zinawahusu mama wa mtoto wake pamoja na mtoto wake Amara. Lakini pia ameweza kuchora wimbo wa daa kugumu. Ukiangalia kwenye hii tatu ya mkono apa inaonekana kama mziki ambao unakuwa pleidi ni tatoo ya ngoma ama play button ya software ambayo ina play mziki, lakini ni ngoma ya da kugumu, ambapo kuna jina linaloonekana pia hapa la Aba ambaye alikuwa ni producer kwa hii ngoma ambayo ameweza amba kumwingiza kwenye mziki. So ni story ambayo imeweza kutrend kwelikweli, na watu mbalimbali nimeweza kuona wakifurahi wanasema this time anakuja kwenye game kwa style nyingine ya tofauti sana, lakini pia nimeweza kuona mkononi hapa kwenye saa ameweza kuchora mti. By the way, hii ni nature. Inaonekana jinsi gani ambavyo a tree lazima iwe na roots chini, lakini pia iwe na matawi. Uh, so mizizi na matawi mini. Kwa hiyo ni miongoni mwa story kubwa sana ambayo ina trend this time. Maoni ni mengi. nini comment yako? Toche comment yako hapo chini blog kwenye comment yako section Unaonaje? Nini mtazamo wako kuhusiana na hizi tatu mpya ambazo ameweza kuzichora mtu mzima Mario, lakini pia kuna kama dice hapa, hii screen ya, ya kuchezea game, hizi game fulani hizi kama bao, inaonekana iko kwenye mira, inaonekana kama ni ndogo, lakini kwenye, kwenye reality. Kama ndogo lakini kwenye mira, inaonekana ni bonge moja la king i think ile kitu kama hicho. So shoutout kwa Mario, by the way, ni ni utamaduni fulani, na pia hapa kwenye shingo pia amechora tatu kwenye Ameandika kwenye koromeo apo kuna pia so tatu pia. I think so, hivi ndo ambavyo imekuwa imesogeza vizuri sana. Drop comment yako, go by the name, Stephen Otieno. Until next time, bye, bye, chao, enjoy peace and love sana, yako hii, ni Temu TV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea.